Hizi ni habari za kinaga ubaga. Jina langu ni Ali Birabasi na kwanza ni muktasari wa habari. Hizi ni kama una tiketi ya kushiriki kwenye mchezo huo, usije uwandaje. Ni siku moja tu imesalia kuchezwa mchezo wa raundi ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika utakaochezwa visiwani Zanzibar katika dimba la Amani Complex utakaozikutanisha timu ya Simba Sport Club ya Tanzania na RS Berkane kutoka kule nchini Moroko, katika jiji la Berkane. Kuelekea mchezo huo, jeshi la polisi mkoa wa mjini magharibi limesema limejipanga kuhakikisha mchezo huo unachezwa katika hali ya amani na utulivu. katika suala la ulinzi na usalama tumejipanga vizuri, tutakuwa na askari wa kutosha E, waliotulia watakaosaidia wananchi wale ambao wana tiketi zao, wanataka kuingia uwanjani watakuwepo wa kutosha, na tunajua ni mechi kubwa. Kama nilivyosema Simba Sports Club ya Tanzania ni timu kubwa, ina mashabiki wengi, lakini hata hii RS Berkane ni timu kubwa, kwa hiyo tuna uhakika watu watakuwa wengi. Aidha, kamanda huyo wa polisi ameeleza kuwa katika siku hiyo mageti ya uwanjani hapo yatafunguliwa kuanzia majira ya saa tano kamili za asubuhi na barabara kuu zote zinazozunguka uwanjani hapo zitafungwa ili kuepusha msongamano wa magari utakaopelekea usumbufu katika eneo hilo. Uwanja utafungua saa tano asubuhi, lakini mechi yenyewe itaanza saa kumi jioni. Kwa hiyo niwatake wananchi, kwa sababu uwanja utafungua saa tano asubuhi, wawahi. Na wananchi ambao wanatakiwa kufika uwanjani ni wale tu wenye tiketi, yani kama una tiketi ya kushiriki kwenye mchezo huo, usije uwanjani, utajitafutia shida. Tumekubaliana na, na wenzetu wa KAFU lakini na ZFF na TFF, na serikali kwa ujumla ya Zanzibar, serikali ya mkoa kwa ujumla wake kwamba tutafunga barabara kubwa inayoingia uwanja wa Amani kwa watu wanaotoka huku mjini, kwa maana maeneo ya mchezani, moja Kariakoo kwenda kule uwanjani. Hii barabara tutaifungia pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya mjini. Pale barabara yote kabisa, zote mbili zitafungwa. Kwa hiyo ukija pale utakuta kuna beria hapa imefungwa, kutakuwa na askari. Askari watulivu, kama utakuwa ukusikia tangazo hili lakini, na uhakika kila mtu atasikia. Usije ukajaribu kuvuka pale kwa kutumia nguvu. Usije ukajaribu, utajitafia shida. Takua na askari wa kutosha pale. Lakini kwa upande wa pili kule kwa watu wanaotoka Kwerekwe, wanaotoka magharibi kule kwa maana ya Mwera kuja, tutafungia pale kwenye round about. Itakumbukwa kuwa mnamo Mei 17, 2025, Simba ilicheza mchezo wake wa mzunguko wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika katika uwanja wa Berkane. Simba ilipoteza kwa mabao mawili kwa sifuri. Simba inahitaji ushindi wa kuanzia mabao matatu kwa sifuri ili kutoa taji hilo. Tukiachana na taarifa hiyo, tunaelekea na taarifa nyingine ambako afisa habari wa kikundi cha Tunaweza Art Group kinachojishughulisha na sanaa hapa visiwani Zanzibar, ameiomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuweza kuangalia wasanii wadogo wanaochipukia katika swala hilo, ili kuwapa moyo na motisha wa kuweza kufanya kazi zao vizuri. Serikali iweze kututizama, iweze kututizama kama sisi wasanii kwenye upande huu wa sanaa zetu hapa e visiwani unguja ipe nguvu kama vile, e, kama vile wenzetu Dar es Salaam, e, wanavyopeana thamani hichi kitu sanaa lakini pia tuangalie upande wa wenzetu Uingereza, e, wazungu wanavyoipa thamani hii sanaa. Kwa hiyo niomba kwamba serikali iweze kutia thamani, iweze kutia nguvu, itusaidie kwenye swala zima la sanaa. Vile, vile afisa huyo amewataka wananchi kuweza kuunga mkono kikundi hicho ili waweze kufikia malengo yao waliyojiwekea. Cha kwanza ni kutumia social media ili kuweza kusukuma e, sanaa zetu kwa ujumla. Lakini pia m, tunatumia vyombo, tunasema vyombo vya habari kama vile radio, TV, pia kuweza ku, e, kuweza kusukuma zile e, tunasema zile kazi zetu za kisanaa. Watu ambao walotuzunguka E, washabiki ambao tunao pia nao ni sosi kubwa ya kuweza kutusukuma e, tupeleka mbele e, kwenye hii dudumu letu la sanaa kiujumla. Na huu ndio mwisho wa habari hizi za Kinaga Ubaga. Ni kuomba endelea kufuatilia habari hizi mwanzo hadi mwisho. Usikose kupona pamoja na kushea kulaike ukurasa huu.